Bismillahi rahmani rahim. Uh, kwa upande wa idara, mambo yote yanayohusu safari alhamdulillahi yamekamilika. Visa karibu zote za maujaji ambao tuko nao zimeshapatikana, alhamdulillahi. Na pia utaratibu wa ndege wote tumeshakamilisha na tutakuwa mm -hmm msafara yetu itagawanyika katika vikundi vitatu vya watu hamsini hamsini. Msafara utaanzia Jumatatu ijayo ambayo itakuwa tarehe ishirini na sita. Grupu la kwanza wataondoka na ndege ya Katari. Kwa maana hiyo, wao transit yao itakuwa Katari, Doha na hawatakuwa hawana muda kama nilivyosema mwanzo, ndege itafika Qatar saa kumi na moja na nusu, itaondoka Qatar saa kumi na mbili na dakika saa tano, yaani ni only saa moja tu hapo ipo. Kwa hiyo utaratibu wao wote huo tutawapangia na viongozi wao, wapi wataelimia, lakini tunawashauri wa, wa kina baba ihramu wavalie wakishakuwa juu airport pale bora wakavaa ihram zao wa kabisa. E, kina mama hamna tatizo hao. Kwa hiyo tutawataja leo ambao watahitajika kwenda huko, watarudi wataru ofisini ili wakakamilishiwe taratibu zao, hao wa jumatatu kwanza e, na reporting time kwa sababu ndege itaondoka saa tano na nusu. Hiyo siku ya Jumatatu asubuhi saa tano na nusu asubuhi ndege ndio itaondoka. Kwa hiyo watu tunawashauri wafike masaa manne kabla ya safari, kwa sababu sasa hivi miundo mbinu ya Dar es Salaam yote mnaijua, hakuna mahali ambapo barabara hazikuchokozwa, mbona kila mahali zimebomolewa bomolewa. Kwa hiyo na hiyo ni siku ya kazi Jumatatu, ukisema tuwa kimataifa masaa mawili ndio kabla ya safari, utaachwa. Na ukiachwa hakuna mbadala, ina maana tena hiyo utakuwa mwaka, mwaka, mwaka ujao tena kwa gharama nyingine wewe. E, kwa hiyo hilo tunalihusia sana hilo kwamba kwa, kwa sababu kila mtu atatokea nyumbani. Tunashauri mtu akishamaliza kuswali swalat alfajiri, so tu kama huna sababu ya kukaa nyumbani, bora ukapoteze wakati airport. He, kwa sababu hata ukisema ukae nyumbani mpaka saa moja ni yale yale tu, bora hiyo muda bora ukaupoteze airport. Eh, kwa hiyo tunawashauri hivyo. Watu wa Katari hao, tutaeleza safari inayofuata itakuwa tarehe ishirini na tisa ambayo itakuwa siku ya Alhamisi, lakini hao wa tarehe ishirini na tisa wanabidi waende airport tarehe ishirini na nane kwa sababu safari yao ni saa kumi na dakika tano za alfajiri maake wao hata wakati wa kuswali swalatul fajiri haujaingia wataswali kwenye ndege kwa ishara tu e. Kwa hiyo wao watatakiwa wafike airport saa sita za usiku ili kukamilisha taratibu zingine zote zile, mpaka ikifika saa tisa naingia kwenye ndege, saa kumi na dakika tano ndege inaondoka. Hawa wataondoka na ndege ya Ethiopia, wataingia Addis Ababa saa kumi na mbili na robo au na nusu. Hawa tond... Hawa kidogo, Ethiopia wana muda wa kukaa, watakaa mpaka kwenye saa tatu saa nne ndege inaondoka nne na nusu kuelekea Jida, pale masaa mawili na nusu tu, kutoka pale saa saba na nusu watakuwa wameingia Jida. Kwa hiyo utaratibu nao wao tutawaeleza, lakini hawa wanao wana muda mzuri tu kwa pale hadi sababu kubadilisha nguo na nini, isipokuwa nimesema tahadhari ya vyoo vya hadi sababu ndani kule, vioni hawakuweka maji maji, unakuta kwenye masinki nje. Ukitaka kuchukua maji nabidi uwe na chupa yako, na chupa yenyewe uipate, pakabidi ukanunue maji sasa unywe, alafu ndio ukajaze kwa hiyo bora vile vile mtakuwa mtaelezwa utaratibu na kiongozi jinsi gani ya kufanya mkiwa pale. Hao wa tarehe ishirini na tisa hao nao watajijua, kwa sababu muda bado uko mbele wa tarehe ishirini na tisa Tunaweza hata tukawakajitambua wakija ofisini pale watakuta orodha tayari tushazi, tushaziweka, lakini pia watajitambua, kwa sababu siku bado tunazo wanaofuata tarehe thelathini nao watakuwa hamsini. Nao ndege yao ni Ethiopia vile vile. Hao wanaondoka saa kumi na mbili jioni ya tarehe thelathini. Kwa hiyo hawa wafike airport, tunawashauri saa nane mchana. Itakuwa siku ya Ijumaa hiyo, kwa wale wanaotaka kuswali Ijumaa, tunawapendekeza wakaswalie misikiti ya airport pale. Unaswali pale, ukimaliza nenda zako nini, lakini ukisema uswalie hapa ukipata airport utafika saa kumi na moja checking time utakuwa ishafungwa mbona. Kwa hiyo mambo mengine tutaendelea kukumbushana kidogo kidogo, hiyo ndio utaratibu za safari. Kwa hiyo wale watale wa Jumatatu nafikiri watafahamishwa, alafu utaratibu kwamba kina mama ndo wataenda ofisini kwanza kuchukua vitu vyao vilivyokuwa tayari, Alafu tutawasiliana kina baba nao watakwenda kuchukua vitu vyao vilikuwa tayari kwa wale wa Jumatatu. Wengineo wote tutawaruhusu wawarudi majumbani mpaka Jumamosi, tutakutana tena hapa, tutaendelea na utaratibu mpaka tukamilishe. Kuna mtu ana swali katika utaratibu wa safari? <tipa> ao Jumatatu juu wanavaa ya airport hapa hapa, wao wana muda hiyo. Tunawakumbusha, kakumbusha kitu kizuri, kwa wale ambao wanategemea kwenda kuvaa Ethiopia, basi uweke kwenye begi lako la mkononi kwa sababu begi hili la chini ili ulipati mpaka Jida ikishawe hapa basi na, ita, u, na ukifika pale hadis, kwenye duty free pale amna, amna ihram itakubidi sasa wewe utienie hivyo hivyo, lakini ukifika kule Maka uchinje kwa sababu ukuingia na ihram. E, kwa hiyo hiyo, kwa upande wa kina mama wapate fursa wale ambao wako kwenye safari nimeambiwa kwamba katika hii ndege hii kina mama wako 22 au 23. Kwa hiyo Bilela orodha nayo pale, atawaambia wao waende ofisini wakaanze kupata vifaa vyao. Wakimaliza watatujulisha ili tuwaambie kina baba nao waje. Sema tutakuomba Bilela utupatie majina ya kina baba ili nao tuwajue ili tuwafahamishe hapo. Kwa hiyo baada ya hapo nafikiri kinachofata tutoe dua kabisa wengine wakishasikia majina yao kama wana shughuli zao watawanyike inshallah Sheikh Abbas fadhali wachanjo Do, eh, watu wachanjowatu wachanjo wale watamsubiri daktari atakuja wanaohitaji chanjo daktari atakuja wamsubiri a majina yatatajwa kwanza wanamaliza wanawake kwanza ya wanaume tutataja ndo hilo karatasi naletwa

Majina ya wanaondoka Jumatatu, jina la kwanza la upande wa wanaume Imamu Ramadhani Juma, Imamu Ramadhani ataondoka Jumatatu. Na ni tarehe 26, nadhani Jumatatu. Alafu wa pili ni Abdallah Yahya Sinani, Abdallah Yahya Sinani pia anaondoka Jumatatu insha Allah. Mwingine ni Majidi Muhammad Rajab, Majidi Muhammad Rajab anaondoka pia Jumatatu insha Allah. Husseini Isa Kiondo Huseni Isa Kiondo pia anaondoka Jumatatu, insha Allah. Anafuatia Idi Saidi Kerema, pia anaondoka Jumatatu, Idi Saidi Kerema. Alafu Maafudh Thomas Mlamsha, Malamsha, eh? Malamsha eh, sawa, anaondoka pia Jumatatu insha Allah. Alafu anaefuatia ni Salumu Rajab Kiparamoto pia jumatatu inshaallah. Hamisi Huseni Shemtoi jumatatu kadhalika. Ali Omari Ngarawa pia jumatatu inshaallah.

Tunaendelea kutaja list ya wale wataondoka Jumatatu apa, simu, inshallah tunataja hapa alafu yatatumwa kwenye simu inshallah. Kwa wale ambao wako ndani ya group wataona, si ndio she? wataona kwa ambao hawako ndani ya magroup wata wataangalia namna gani wajue, maana ni muhimu kujua, isiwe kwa katika Jumatatu nasubiri Alhamisi au Ijumaa. Yaani, hey, tusikilize kwa makini uta, unaweza ukashangaa, unafika Ijumaa wewe watu wameondoka Jumatatu, huwezi kwenda tena, huwezi kwenda tena A, mwingine Hudu Hilali Ndunda anaondoka pia Jumatatu. Hudu Hilali Ndunda. Jumanne Hamisi Makia pia anaondoka Jumatatu. Jumanne Hamisi Makia. Athmani Saidi Janguo kadhalika Athmani Hamisi, Athmani Saidi Janguo anaondoka pia Jumatatu insha Allah. Wa pili, Muntasir Sudi, Muntaswir Sudi kadhalika anaondoka Jumatatu, Muntasir Sudi. Alafu Saidi Mustafa Karwani, Saidi Mustafa pia anaondoka Jumatatu, Saidi Mustafa. Uwesu Uwesu Yusuf Msumi anaondoka pia Jumatatu. Uwesu Yusufu Msumi anaondoka Jumatatu. Alafu Saidi Awadhi Karda anaondoka pia Jumatatu, insha Allah. Alafu Saidi Mkindi Mavura anaondoka pia Jumatatu. Huyu Mavura anaondoka Jumatatu. Alafu Hasan Ahmed Salum Katungunya anaondoka nadhani Shehe Hasani imepigiwa nani mkasi. Haya, alafu anaefuatia Mangara eh, Mangara Mfumwa Mtaruke, Mangara Mfumwa Mtaruke. Mangara anaondoka pia Jumatatu inshaallah. Nakuja Omari Abdallah Duma. Duma anaondoka pia Jumatatu. Omari Abdallah Duma anaondoka Jumatatu. Abdalah Hemedi Abubakari anaondoka Jumatatu. Abdalla Hemedi Abubakari. Harun Selemani Harun kadhalika Jumatatu. Alafu Halidi Yahaya Sinani, ndio yule, Jumatatu pia. Halidi wote hawa, Sinani wote wanaondoka Jumatatu insha allah. Alafu Suleia

Salum Ramadhani zake anaondoka Jumatatu kadhalika, naawo haya kwa kuandikia nini, haya si wanawake au wenyewe wamejiandika haya wanawake, yeah. Umeshamaliza? labda angalizo tu, ambaye hajasikia jina lake tutaweka tena kwenye grupu, lakini ukiona kwenye grupu hujaona huku, hujasikia, ukiweza kuenda ofisini kuuliza vizuri ni bora, ili kufikia Jumamosi kila mtu awe anajua anaondoka lini. Kufikia Jumamosi kila mtu awe anajua anaondoka lini, lini. Sadi musafi